Pamoja na maelekezo hayo, majimbo nane kati ya tisa ya mkoa wa ya Kilimanjaro yaliwasilisha taarifa, japo kulikuwa na mapungufu. Jimbo la Mwanga halikuwasilisha taarifa yoyote mpaka sasa hivi. Kutokana na kushindwa kuwasilisha taarifa hiyo, uongozi wa jimbo la Mwanga umevunja ibara ya 7410D J, G na K na P pia umeshindwa kutekeleza kanuni ya saba moja moja na saba moja mbili ya kanuni za chama. Si hivyo tu viongozi hao wameshindwa kutekeleza kanuni ya saba sita moja Roman moja mpaka 6 kanuni ya saba sita tatu Roman moja mpaka 6 kanuni ya saba sita tano Roman 1 mpaka 8 na kanuni ya saba sita sita Roman moja mpaka Roman tatu ya kanuni za chama ya mwaka 2009 kanuni ya kumi na moja Roman kumi na moja. Inataka viongozi kutii kutimiza maagizo yanayopewa na viongozi wa ngazi ya juu au vikao halali, na kukubaliana na maagizo hayo, na kama akubaliana na maagizo hayo aeleze hivyo kupitia taratibu za ngazi zilizowekwa kwenye kanuni. Pamoja na ofisi ya kanda kutoa maelekezo kadhaa, uongozi wa wilaya ya Mwanga haujatekeleza, na hakukuwa na taarifa ya sababu za kuto kutekeleza. Hivyo kwa mujibu wa ibara ya sita tatu nne inayohusu ukomo wa uongozi na kuzingatia ibara hiyo ibara ndogo ya C inayosema kiongozi anaweza kukoma kukoma uongozi kwa kushindwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa masharti ya katiba, kanuni na maadili ya chama, na uongozi wa jimbo la Mwanga umeshindwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa ibara ya saba nne kumi, na kanuni ya saba sita tatu, kanuni ya saba sita tano na kanuni ya saba sita sita. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutangaza uongozi wa Mwanga unakoma kuanzia sasa. Vilevile, vile kwa mujibu wa ibara ya sita moja mbili inayesema, uundaji wa ngazi moja juu utafanyika baada ya kuwa na muundo katika ngazi ya chini kwa asilimia hamsini ya maeneo ya kiutawala yanayostahili kuwa na muundo wa uongozi kikatiba kwa chama ngazi hiyo, baada ya kufanya uhakiki wa uongozi wilaya ya Mwanga haijakidhi matakwa ya ibara ya sita moja mbili kutokana na zaidi ya nusu ya kata na matawi za misingi kutofikisha asilimia hamsini ya uongozi, hivyo naagiza uongozi wa mkoa kuteua kamati ya muda ya uongozi kwa ajili ya kuratibu shughuli za chama na kuwaunganisha wanachama kwa mujibu wa ibara ya sita, moja tatu ya katiba ya chama ya mwaka 2006 toleo la 2019. Kwa Mheshimiwa mwenyekiti katika ajenda hiyo, naomba kuwasilisha baada ya kufuata taratibu zote na nikiwa kama katibu msimamizi mkuu wa katiba ya chama kwenye kanda ya Kaskazini, na kwa mujibu wa kanuni na ibara nilizozisoma kwa kuanzia sasa hatutakuwa na uongozi wowote katika mkoa wa Kilimanjaro na baada yake kikao hiki, sasa wilaya Mwanga samani. Baada yake uongozi wa mkoa utakaopatikana leo, tunauagiza mara moja kutengeneza kikosi kazi cha uongozi kwa mujibu wa ibara ya sita moja tatu, ili shughuli za chama ziende people